Ibara zilizolalamikiwa kwamba zinakiukwa ni ibara ya katiba, ibara ya kumi na tatu, kwamba wasajili hawa wamekuwa wakiwataka waki, waki watu au taasisi zilizotaka kujisajili, miongoni mwa document zinazotakiwa ni pamoja na barua ya utambulisho. Sasa wasajili wamekuwa wakitaka au wakiamini kuleta au wakiwataka kuleta barua kutoka Bakwata. Kwa hiyo kitendo hiki kimelalamikiwa kwamba kinakiuka usawa mbele ya sheria, usawa eh, wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa kujumuika. Mahakama, baada ya kusikiliza shauri hili, kuziangalia sheria hizi mbili zinazounda taasisi hizi, the trustees incorporation act na the societies act, of course, sheria hizi ziko wazi sana, hakuna kifungu kinachosema kwamba unaposajili taasisi lazima ulete barua kutoka Bakwata, ulete barua kutoka Bakwata. Hakuna sheria iliyotaja moja kwa moja, isipokuwa sheria imesema taasisi hiyo eh, itasimamiwa na Supreme Authority. Kwa hiyo basi hakuna e, sheria iliyotaja clearly kwamba lazima upate barua kutoka Bakwata. Na sisi kwenye majibu yetu tulikiri tuli, kwamba hakuna sheria inayolazimisha inayo, hilo, na imekuwa ni practice ya muda mrefu, kwa sababu kama mnavyojua Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata ni taasisi kongwe iliyosajiliwa tangu mwaka 1968. Imeonekana sasa e, kwamba hakuna ulazima huo, na kama e, ulazima huo unataka kufanywa kama mazoea ambayo si sheria, ndio leo Mahakama Kuu imetoa uamuzi e, kwamba hilo sio takwa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo Bakwata sisi tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na sheria.